Ayuhalnasu ibada llah awalan uswikum wa uswi nafsi bitaqwa llahi za wajal, enyi waja wa Allah. Jambo la kwanza kabisa baada ya kumhimida Allah subhanahu wa taala, na kuzitaka sala na salamu zimwendee kipenzi cha umma huu mtume wetu Muhammadi sal llahu alaihi wa alihi wasalam, na kusieni, ndugu zangu, katika imani tujipambe na kulazimiane na vazi la uchamungu, tujipambe na kulazimiane na vazi la uchamungu kabla ya roho ya kufika katika mitulinga ya shughuli zetu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, na msije mkafa isipokuwa mte katika hali imejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama hauhun tutakayozungumzia leo hii kwa uchache mno sana, kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, inakwenda kwa anuwai inaosema: tarbiyatul abna tarbiyatul imaniya, malezi ya watoto kwa misingi ya kiimani, malezi ya watoto kwa misingi ya imani. Khutba hii inalenga kumkumbusha Muislamu umuhimu wa mamana ya hawa watoto ambao Allah subhanahu wa taala amekupa, unalazimika na kuwajibika kama mzazi kuwalea katika msingi ambao Allah subhanahu wa taala niigia. Ndugu zangu, katika imani tukumbuke hawa watoto ambao Allah subhanahu wa taala ameturuzuku ni neema na ni fadhila ambao Allah subhanahu wa taala ametupa sisi waja wake, na inawezekana mwingine akupewa neema hii kwa kadri zake Allah subhanahu wa taala na anatupa wewe. Jambo la msingi ambao watakuwa libahau ubirano katika imani, hii neema ya watoto ambao Allah subhanahu wa taala ametupa, tutakwenda kuulizwa mbele ya mahakama ya Allah subhanahu wa taala. Tulifanikisha kiasi gani kuisimamia neema hii katika misingi ya kiimani na ya kumfahamu Allah subhanahu wa taala. tarbiyatul abnau tarbiyatul imaniya, na hii ndio hotuba yetu tutakayozungumza leo hii, misingi na malezi ya watoto kwa misingi ya kiimani. Hawa watoto ambao Allah subhanahu wa taala amekupa unasimama kiasi gani kuwalea katika misingi ya kiimani vima hii na neema hii, tutakwenda kuulizwa mbele ya mahkama ya Allah subhanahu wa taala. Qala llahu taala thumma latusaluna yauma idin ani aninaim, kisha ninyi wanadamu baada ya kuwapenyi hizi fadla zetu na neema zetu latusaluna yauma idin na ani naim

wajile alivyomchunga baba ni mchunga kwa huyu le mtoto aliyemleta katika mgongo wa ardhi, na mama ni mchunga juu ya le huyu mtoto aliyemleta katika mgongo wa ardhi. Kulukum rain wa kullukum masulun an raiyati, kila mmoja ni mchunga na ataulizwa juu ya hichi alichokileta katika mgongo wa ardhi, kwa maana ya mtoto tarbiatulabna tarbiatulii maalia, unasimamaje kama mzazi kumlea mtoto katika malezi ambayo yamesimama katika misingi ya kiimani? Jambo la kwanza ni chaguo sahihi la mwenza ambayo unakwenda kuanza nayo maisha, na nukta hii naufu zaidi vijana walaolao, ambayo bado Allah subhanahu wa ta'ala hajawafikisha kupata uzao wao ni mamoja ni, ma ni kijana wa kiume au ni mamoja ni binti wa Kiislamu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi waalihi wasallam, kuhakikisha unapata kizazi ambacho kinasimama katika misingi ya kiimani, alituhusia jambo muhimu sana katika chaguo la mtu ambaye unakwenda kuanza naye maisha. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaanza kwa kumuhusia kijana wa kiume akasema, tunkahu lmarata biarbain anaolewa mwanamke wa Kiislamu kwa sifa nne ambazo nawahusia mimi mtume wenu, niijama wa Kiislamu, akataja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanamke wa Kiislamu huolewa kwa dini yake, mwanamke wa Kiislamu huolewa kwa nasaba yake, mwanamke wa Kiislamu huolewa kwa mali zake na mwanamke wa Kiislamu huolewa kwa uzuri wake. Sifa hizi nne anahusiwa kijana wa Kiislamu anapohitaji kuchagua mza wake, basi atazame sifa hizi nne walakin. Faqala alayhi wa salatu wassalam, farfar biwati din tarbati yadak. Akasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutilia mkazo katika majambo haya manne ambayo alikuwa akimhusia kijana wa Kiislamu katika uwaji wake, akasema: tazama sana, nashika sana mwanamke ambaye anabili taribati ya dak itasalimika mikono yako, utapata salama ya wewe kijana wa Kiislamu, na huu ndio mwanzo wa kupata kizazi ambacho itakilea katika malezi ambayo yapo katika misingi ya kiimani. Ama kwa upande wa binti wa Kiislamu, vile vile mtume Muhammad sallallahu alaihi waalihi wasalam akahusia, akasema akasema Mtume ah, Muhammad sallallahu alayhi wa aalihi wasallam: idha atakum man tardhauna dinahu wahurkahu fazawwijuhu. Binti wa Kiislam, unapomtafuta mwenza wako kwa ajili ya kuanza naye maisha na kupata naye kizazi kilichosalimika, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anakuusia wa anasema, idha atakum man tardhauna dinahu wahurkahu, niti walezi na mawalii wa hao mabinti watukujieni kijana ambaye mmemlindia dini yake pamoja na tabia zake, fadzauhuijungu basi mwezesheni kijana huyu. Huyu ni kijana ambaye ataleta salama juu ya mgongo wa ardhi na kuleta kizazi kilichosalimika ambacho kitalelewa katika misingi ya kiimani, tarbiyat ladna tarbiyat limaniya. Malezi ya watoto kwa misingi ya kiimani, malezi ya, watoto ya, ya, kii ya hawa watoto yasimame katika misingi ya kiimani, huanza pale na kumchagua mwenza wako ambaye atakaisimamia hawa watoto. Na jambo la pili ambalo tutakalizungumzia katika hotuba yetu ya kwanza ni pale anapotafuta mtoto huyu, yani pale mmoja wetu anapotamata kwa maana ya kustarehe na mwenza wake ndiyo tayari kwa ajili ya maandalizi ya kumtafuta huyu mtoto. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katoa mwongozo maalum ili ujalie kizazi kilichosalimika utakachoweza kukisimamia katika misingi ya kiimani. Faqala alayhi salatu wasalam, law anna ahadakum idha ata ahadahu qala bismillah allahumma jannibna ash-shaytan iatamtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akasema, lau anna ahadakum, lau angelijua mmoja wenu, idha ata ahadahu, pindi anapomwendea mwenza wake kwa ajili ya kustarehe nayo, yani kufanya nayo tendo la ndoa na aseme bismillah, kwa jina la Allah, Allahumma mola wangu, jannibna shetani, tukinge mimi pamoja na ahli yangu na shetani. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala wakinge na waswasi wa, wa shetani. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala wakinge na jicho lao la shetani yani, ula ambao mepunguza mavazi yenu. Wababa wengi wanaathirika na jicho la shetani katika jambo hili kupata wasiwasi katika jambo hili, wamekuwa wakipanga foleni kutafuta dawa za nguvu za kiume. lau anna ahadakum idha ata ahalahu qala bismillah allahumma jannibna shaitan, kwa jina la Allah, e mola wangu, naomba ukinge mimi na ahali yangu na jicho la shaitan na shari zake na wasiwasi na wasiwasi wake. wajannib shaitana mara za na ukikinga na sheitani kile utakacho turuzuku, kwa maana kupitia tendo lile la ndoa, kama Allah subhanahu wa taala atakuruzuku mtoto, kunamuomba hifadhi Allah subhanahu wa taala amkinge mtoto yule. Faqala alayhi salatu wassalam, faidha qudiya baynahuma waladun lam yagurrahu faala imamu Lbuhari iikitabihi lamyaburahu shaianu abadan. Mtume Muhammad so sa aa salama akasema ikiwa mtajaliwa mtoto kupitia jambo hili na mmetanguliza dua hii, lamyaburahu shaitani, hatoweza kumhuru shaitani mtoto huyo. Imamu Bukhari kaweka nyongeza katika mapokezi yake, akasema lam yaburahu shaitanu abadan, hatoweza kuhuriwa na shaitani kamwe mtoto huyo ni wangapi tunakumbuka? Msingi wa muhimu sana wa kujenga kizazi ambacho tutakisimamia katika malezi ambayo ni sahihi, tarbiyatul iman, tarbiyatul abna, tarbiyatul imaniya, misingi na malezi ya watoto ya kwa mujibu wa misingi ya kiimani. Ndugu zangu katika imani, kwa kumalizia hotuba yangu ya kwanza, tukumbuke adui mkubwa wa mwanadamu ni sheitani adui mkubwa wa mwanadamu ni Ibilisi na kikundi chake na jeshi lake, kwa maana ya mashaitani. Mtume Allah subhanahu wa taala alipomwamrisha Ibilisi amsujudie Adamu alikataa, akasema yeye ni bora kuliko mwanadamu. Kisha akaomba Allah subhana wa taala ampe mugua wa kuishi katika huu mgongo wa ardhi mpaka siku ya Kiama, na akaweka azma Ibilisi pamoja na majeshi yake kwa maana ya hawa mashaitani akamwambia. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anamikua katika sura Surat Al-Hijri, kauli ya iblisi anasema la uzayyinanna lahum ardi wa lardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Hawa wanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala, nimegoma kuwasugilia na nimetoka katika rehema yako na kuahidi la uzayinanna lahum fil ardi, nitawapambia hawa katika ardhi, yani tazyinu lbatil. Nitawapambia batili waione ni halali. Riba wataita ni mkopo wenye kunufaisha, zinaa wataita ni mpango kande wenye manufaa na mengineo mengi. la uzayinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in, na nitahakikisha wote wa hawa wanadamu nawapoteza. Hii ni ahadi ya Iblisi. Hii ni ahadi ya Iblisi na kundi lake, kwa maana ya masheitani. Wameahidi kumpoteza huyu mwanadamu. Wewe baba wa Kiislamu, wewe mama wa Kiislamu, pale unaposhiriki tendo la ndoa kwa ajili ya kutafuta hichi kizazi, unakumbuka kusoma dua hii, kuomba hifadhi ya Allah subhanahu wataala kutokana na sheitani? Na hapo ndio mwanzo wa kufeli malezi, ukajaliwa mtoto ambaye hasikii Ukimwambia anaenda anarudi, ukimwambia kaa sim, anasimama. Mpaka inafika hatua baadhi ya wanadamu wanafanya makosa hata sheitani mwenyewe anahisi haya kwa yale makosa ambayo wanayafanya. Tarbiyatul abna tarbiyatul imaniyya, malezi ya watoto kwa misingi ya kiimani. Udhu ila llahi wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillahi rabbil alamin

Malezi ya watoto kwa misingi ya imani. Nukta ya kwanza, tumesema hakikisha unapata mwenza ambaye ni chaguo sahihi ambalo litakufaa katika kupata kizazi ambacho ni sahihi. Nukta ya pili, pale unapomtafuta mtoto huyo, kumbuka dua maalumu ambayo imeelekezwa na sheria ya Uislamu. Ni dua yenye manufaa makubwa sana kwenye kutengeneza kizazi kilichokuwa chema mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na nukta ya tatu waamrishe na wazoeshe watoto hawa kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake na ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala wakiwa wadogo. Wazoeshe watoto wako kupenda ibada wakiwa wadogo. Wazoeshe watoto wako kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake wakiwa wadogo waonyesha umuhimu wa hilo, hapo ndio utapatia katika misingi ya kiimani ya malezi ya huyu mtoto. Faqala alayhi salatu wassalam, murruu auladakum bissalah. Murru, waamrisheni wa watoto wenu kuhusu sala, ibada ya sala, wahum abnaa sab'i sinin watakapofikisha umri wa miaka saba wadhribuhum alaiha wahum abnaun ashrin, na muwachape muwashikishe adabu watoto hawa, pili watakapofikisha umri wa miaka kumi na wakawa wanaregarega na kusuasua katika ibada ya swala. Ndugu zangu katika imani, hivi vizazi tulivyovileta katika mgongo wa ardhi vinahitajia sana kumjua Mola wao vinahitajia sana kumjua mtume wao kuliko hata kula na kunywa, na hapo ndipo utakapoweza kutofautisha kati ya malezi na kufuga. Hawa watoto hawahitajii kutoka kwa nyinyi wazazi kula na kunywa peke yake, kama ambavyo tunapopiga mbio kuhakikisha unapata maisha mazuri tunakopa, tunadanganya, tunafanya rishi kati katika biashara zetu. Tupate kipato, watoto wetu wale vizuri, watoto wetu wale pazuri. Haya kuyahitajia sana kama kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kumfahamu mola wao, kumfahamu mtume wao, kuzifahamu ibada na kuzifanyia mazoezi. Vilaa watoto, tarbiyatul awlad, tarbiyatul imaniya, malezi ya watoto kwa misingi ya kiimani. Ndugu zangu, katika imani Tukifanya kinyume na hivi, malezi yatatulea magugu hawa watoto. Hatuwezi kuwanyoosha wakiwa tayari wameshakuwa wakubwa. Bado wadogo, wanapasa tuwazoashe, tuwafunze kumpenda Allah subhana wa taala, tuwafunze kumpenda mtume wao, tuwape zawadi na tuwapongeze pale wanapofanya vizuri. Akihifadhi Qurani, mpe zawadi, mpongeze mtoto wako nampa mtoto wako zawadi oh. Kwa kwanza kwa kwa shule shule yake peke yake, akiwa anaenda madrasa. Mwanao anaenda kia katika mazingira gani? Anavaa kanzu safi, mafuta mafuta, nambesha kanzu aatugani kunjika na akienda shule naombesha zilizo zilizokuwa nzuri, hilo ni uzua na baba. Akienda madrasa, anabeba katika hali ambayo ni yenye kuvutia

Mzoeshe mwanao aanze afahamu umuhimu wa Allah Subhanahu wa Taala, amfahamu mra wake amfahamu mtume wake, na uzoeshe apende tajia kiwa mdogo. Na nukta hii ya mwisho katika leo hutuba yangu ya leo, tabdiaaabdiauiaija hawa watoto katika jambo kubwa sana analojiitajia ni kuwafundisha umuhimu wa tauhid, wafahamu mola wake marabuk, mola wake minano yuko wapi, mola wake ni ziti haki zake za msingi kwa mola wake ni ziti haki zake ambazo anazihitaji kutoka kwa mola wake. Tauhidi ndiyo msingi wa imani ya huyu mtoto kman Allah subhana wa taala a

mwanao unamfundisha umuhimu wa kumjua na kumpekesha mola wake, au maisha yenu mnaishi ishiriki tu na kumkufuru mola wenu? Ndugu zangu katika imani, tarbiya tarbiya imaniya, malezi ya watoto kwa misingi ya kiimani, hili ndio wanahitajia sana hawa watoto ambao tunawaleta katika mgongo wa ardhi, wanahitajia sana hili kuliko hata kula na kunywa wanaitanjia sana hili ukuatalila lipimba lizuri ambayo linawaweka hawa watoto, kila mmoja akitazama kwa nafasi yake, amesimama kiasi gani katika kusimamia malezi ya mwanawe katika misingi ya kiimani, na kuweza kuyatekeleza yote haya ya yaweza kutimia katika kutekeleza ufanisi wa matokeo chanya ya misingi ya kiimani ya huyu mtoto ni mwanzo kabisa wewe mzazi kuwa jepuga, kwa maana ya roho, kwa maana ya kinizochema vipi? kivuli cha mti kinyote ahaji mtuovo umepinda. Yaani, wewe mzazi unakuwa ni mwanzo kiasi gani kuyatekeleza, kutekeleza misingi hii, ili huyo mwanao naye aipate hii misingi. Saikolojia inaeleza mtoto nguo anapokea sana na kwa haraka kwa kuiga wao mzazi, unafanya nini? Unakwenda msikitini? Wewe mzazi unataka mwanao anyoke, unakwenda msikitini? Na ukienda msikitini, unamshika mwanao mkono, unampeleka msikitini? Vipi kiguli cha mti kiokea? Ki, mtoto bado mdogo, ana miezi mitatu siku minne, unamfuta juma za afya, ilizi shingoni, ilizi kiunoni, ilizi mguni. Hichi kizazi cha aina gani chojenda wewe mzazi wa Kiislamu? tarbiyatul abnaa tarbiyatul imaniyah, misingi na malezi ya watoto kwa Mungu misi wa misingi ya kiimani tumeweza misingi minne. Msingi wa kwanza, chagua mzazi sahihi, yule ambaye anamingia Allah subhanahu wa ta'ala, kupata kizazi kilichokuwa chema, falyahbaru shababu lmuminin, wa na watahadhari sana, vijana wa Kiislamu. Tahadharini sana, vijana wa Kiislamu, bala mnapochagua wenza wenu nasema mwanamke, sura, tabia utarekebisha. Tahadhari sana kijana wa Kiislamu, arfa mdubati dini tampatia dak hadha aqwamu jahiliya. Hadi kijana wa Kiislamu, tafuta binti mwenye dini, binti wa Kiislamu, tafuta kijana mwenye dini na tabia iliyokuwa njema. Hapo ndio msingi wa malezi yanapoanza. Jambo la pili, ikumbuke sana dua aliyokufundisha wewe mumini Mtume Muhammad pale unapotafuta ule mtoto yani muda ambao unatamata unastarehe na uengeza wako na jambo la tatu mjuze mwanao amfahamu mola wake amfahamu mtume wake na mzoeshe afanye ibada akiwa mdogo jambo la nne la mwisho ingizeni ilmu ya tauhidi katika vifua vya hawa watoto huo ndio msingi wa kuwa mabuti na imara sana kwa hawa watoto na malizia khutba yangu, idha mata ibn Adam, faqala alayhi salatu wassalam, anapokufa mwanadamu inqata'a anhu amaluhu illa min thalath, katika matendo yake yote isipokuwa mambo matatu. Sio kisima tu sio kujenga misikiti tu. Hata huyu mtoto isonga kuendelea, ikiwa utamlea katika misingi ya kiimani walafali yaula, mtoto mwema atakayekuombea. Yani huyu mtoto ana nafasi mbili kati ya tatu ya matendo atakayoandika katika akaunti yako baada ya kufa wewe. Hivi umeishika rasilimali nzuri kiasi gani majumba wameweka nguvu kiasi gani kuisimamia ambayo itakusaidia baada pesita, pesimili, ajfum, ya kufaa kwako katika nafasi tatu nafasi mbili, anachukuru mtoto kama utamlea katika misingi ya kiimani ya ayuha ladhina amanu inna min aswajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. E, eni ganani hakika, baadhi ya wake zenu na watoto wenu ni maadui kwenu. Nini, jihadharini nao. Kama hawa watoto hamtowalea katika misingi ya kiimani ni maadui kwa nyinyi. Mbele ya mahkama ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakwenda kushtaki, tulikuwa na msimamizi alikuwa tu tuamrishi swala, tulikuwa na msimamizi alikuwa tuamrishi stara, tulikuwa na msimamizi alikuwa. Kwa nyinyi utakuwa ni mufilisi ya mahkama ya Allah subhanahu wa ta'ala, utafilisika wewe baba. Kufilisika si duniani tu, hata huko akhera kuna kufilisika kama huyu mtoto utamlea katika msingi ambaye sio anayemjidia Allah subhanahu wa ta'ala.